Dada Celina karibu sana jamalitua sauti nikumbusha, kwanza hapa tulikuwa na Celina eh, stafu wetu wa miaka mingi sana kwenye mradi huo. Kwa hiyo navyotaja tu Celina ukanikumbusha, uh, licha sasa hivi ipo zake Ujerumani, ila ni mpambanaji sana. Karibu. Asante. Umetusikia wapi? Umetokea wapi? Nimetokea baada ya moyo kwanza. mm-hmm. nilianza kuwasikia kupitia mwalimu wa mtoto wangu mwalimu wa mtoto wako? mm. Eh, mwalimu alikwambiaje? Mi nilikuwa natafuta tu kazi kutokana na baba mtoto wangu alivyokuwa ananisumbua sana. Baba wa mtoto wako alivyokuwa nakusumbua, kwanini nasumbuliwa wana e? -e, na wanaume nyewe wanawake mnashida gani? Baba a mtoto wako akawa nakusumbua, hataki kutoa hela, anasumbua kwenye swala la matumizi na kulipia mtoto shule eh. Sasa kwani wewe una, una mikono? Acha niwasumbue mpaka akili ziwakae sawa, mje mfanye kazi, nakwambia ukweli tena wanaume wasumbue kweli, kweli, ili mtoke huko mpate mje mfanye kazi mtafute hela zenu, afu mtajua mtajua raha ya hela yako mwenyewe ilivyo tamu eh, mtu mzima unakuwa unamtegemea mtu mzima mwenzio. Ndio maana kumbe Biblia ikasema amelaniwa amtegemea nani? Mwanadamu, eh hey, kwa sababu kweli ni maisha magumu sana, unamtegemea binadamu mwenzio lakini pia Biblia inasema asiyefanya kazi na asile, ndio hivyo Selina. Yaani we mwanaume huyo nampa big up kwa kukusumbua, ndio maana uko hapa, kupa akili, kampa akili, kampa akili. Ehe, kwa hiyo ukaanza kutafuta kazi, nilifikiria kwanza kumwachisha mtoto shule. Maana bado mdogo bana, miaka mitatu, yani ndio zile shule za kwanza, shule za awali mm -hmm tafuta kazi sana sana, mishahara naye midogo, takaa akili ya kusema kuna kuna mtu alimuunganishaga huko okay. Mwalimu okay. Basi akaniambia andika, Maria Kiria, nikaandika kaja super. Mm uh -huh. Nikakutana na wewe ukielezea kwamba ulishafanya kazi kwa alipo elfu tano ndio hivyo, nimetoka huko eh, ndio nikamweza mwalimu wa elfu tano kabisa, eh, elfu tano kabisa, sema ni miaka mingi iliyopita, miaka 30 iliyopita, eh uh miaka -huh. <laughs> <laughs> 30 <laughs> iliyopita tunapozungumza sasa hivi nazungumzia miaka 30 iliyopita. Sasa mimi sasa hivi na miaka 44. Nimefanya kazi nikiwa na miaka 15, nimemaliza darasa la saba tu mimi, nimeingia kwenye kazi ya ndani, lakini mshahara wangu ulikuwa elfu 5, lakini kipindi hicho wengine walikuwa wanalipwa elfu 30, elfu 40. Kwa hiyo mimi ni yani ni yule boy ambaye siku yani kama wadada ambao sasa hivi watu wanalipwa laki moja. Kuna mdada huko mtaani alipwa elfu 30 wao, kwa sababu ya ujinga wake, wakati akija Wadada Center alipwa laki, si ndio? Eh, hey. Lakini yeye yuko mtaani. Mimi masikini ya Mungu sikuwa na mtu wa kuni yani kama hivyo mimi sasa hivi siniko hapa nawatetea ni sauti yenu. Eh, hakukuwa na mtu wa hivyo. Kwao walikuja tu kijijini wakanibeba kule hivyo hivyo nimekuja bu nimetupwa kule tena kazi nyingi. Nafuga yani walikuwa wafanya biashara wa kuku. Mabanda matano kila banda lina kuku 500. Eh, ndio hivyo. Hamna kijana wa nje, hamna nini. Yaani pale unapiga kazi ndani, unapika na nilikuwa napika vizuri na vibaya mno na mabandani naingia mshahara wangu elfu tano. Mmm, sawa sawa tu. Na sasa hivi kuna wasichana wa kazi wanalipa elfu thelathini washakuja hapa, anasema yeye, nimewaona nimekuja kwa sababu huko nilikuwa nalipa elfu thelathini Wapo ndavyoongea na wewe hapa, kuna dada analipa elfu thelathini na kazi ni nyingi, watoto ni wengi, na analipa elfu thelathini lakini kuna mwingine mjanja anasema ah ah, ngoja niingie Wadada Center. Ukiingia Wadada Center mshahara laki moja, kwa ndio hivyo. Mimi sikupataga tu, yani kulikuwa hakuna hizi fursa kama nyinyi mlivyonazo. Mnaangalia tu kwenye simu, mnaona fursa kama hizi nikakae kwa elfu thelathini kweli? Huu utakuwa ni mjinga wa level ya juu kabisa. Oh, acha acha, wanasema wajinga ndio wali wao. Eh, acha wakae huko, wana wadanganya. Eh, mkienda kule kajisikiria eh, si nini, wana wadanganya kwa sababu wanajua hawana akili. Lakini dada yote mjanja hauwezi kukubali kuendelea kufanya kazi sasa hivi kwa kulipwa mishahara hiyo ya elfu thelathini wakati kuna sehemu kabisa inatangaza mshahara ni laki moja mradi tu wewe unajua kusoma na nini na kuandika. Period kwa sababu wanawake wengi wadada wamekuzwa na hizi kazi za ndani. Kuna mtu anazaliwa ajui kufanya kazi za ndani? Hakuna, wote wanajua kazi za ndani kuzifanya. Kwa hiyo wanatakiwa walipwe vizuri. Sasa wale ambao wanawashika masikio, ndio hao wanawalipa 30. Lakini wajanja ambao watakubali kushikwa masikio watakuja kwenye taasisi ambazo watalipwa vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu mimi nilikuwa nalipwa elfu tano, ndio maana mimi nina hasira sasa hivi unaniona. Nasema ujinga wa kulipa watoto wa watu, mnawafanyisha makazi magumu afu mnawalipa hela kidogo au pumbavu? Hapana. Wale tu mtakao washika masikio ndio mtabaki mnawalipa. Ila wale ambao watanisikiliza na wana akili, Mungu amewapa akili wazitumie akili zao. Watakuja Wadada Center, waende wakalipo vizuri. Unaona no, eh? Yeah, kwa hiyo karibu. Mhm. Mm, kwa hivyo sikia nilikuwa nalipwa ndo, hapo nilikokatishia. Ilikuwa na thamani hiyo saa, sio kiivo bana, bado nilikuwa ni la ndogo kwa kazi nilizokuwa nafanya, iistahili nilipo angalau elfu ishirini au thelathini sawa sawa, ndo tukaongea na dada hapa alikuwa alioko huku akanielekeza akaniambia, unaweza kuja lini? Nikambia hata kesho, kwa kuwa niko sasa. Kesho na kesho kutwa mtoto atadaiwa pale, halafu na mimi mwenyewe na malengo yangu, niona biashara yangu, nahitaji kuuza nguo za watoto, nahitaji mtaji, amna kunipa. Kwa hiyo natakiwa nipambane. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kazi, nikaongea na mwalimu, akasema haina shida. Swala la mtoto japo ni nyumbani, sio mbali, lakini ita, mpa shida mamangu angu mpeleka mtoto kila siku shule asubuhi na yeye mwenyewe ana mambo mengi ya kufanya, mara shamba, nani mama, okay. Kwa hiyo mwalimu akasema haina shida, atakuwa anaenda nyumbani weekend. Basi nikaenda nikaaga nyumbani, nikaambia nimepata kazi mm -hmm. Nikapiwa suruali mm. mm. za heshima au sketi, sio sio suruali mm. Unaambia uchague, unapendelea suruali au sketi, lakini suruali smart zile za kiofisi yes. Sio za skin tight okay. Yeah, hizo na hizo zinavaliwa hapa kituoni, mara nyingi ni kwa ajili ya hapa mm -hmm. Kwa hiyo uh, wewe una taaluma gani wewe, kama wewe ni mwalimu au ni nani? Hauna taaluma yoyote sh kufanya biashara la mtu, ulikuwa unalipwa ndugu elfu themanini kwa mwezi ah, mm -hmm. Okay, mbali na hiyo kazi ya ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? o oh, mshahara wa juu kabisa ambao umewahi kulipwa ni elfu hamsini. Elfu hamsini. Okay. Sawa, so, huku kwetu umeonaje mshahara ulivyoisikia kuanzia laki okay, moja kwa mpaka laki tano. Ni mshahara mkubwa sana. Mm. tuko vizuri okay. e, na hii kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba sio kwa nguvu so zetu ni kwa nguvu zake yeye ameweka haya maono ndani yangu na mimi nikaamini kwa kuwa Mungu ndio ameweka haya maono lazima tu atafanya yawezekana ya kwa hiyo na mimi kwa kweli Mungu ameshangaza sana kwamba kazi za ndani kuna watu wanalipa laki tano. Ni kwa utukufu wa Mungu, sio mimi. Sawa jamani. mm -hmm. Eh, sasa ndio maana nawambia kafanyeni kazi vizuri. Wewe uko kwenye kama uh, sijajua. Mara nyingi hapa watu wanaokuja kama hawana vyeti wanaanzia kwenye mishahara ya kawaida, lakini tunavyofanya zile follow-up, kwa sababu sisi tuki tukikupeleka kazini, sisi tumekubaliana tumefunga ndoa ya mwaka mmoja eh. Kwa hiyo tunapofuatilia sasa maendeleo yako, tukagundua unafanya vizuri, tunakupandisha daraja. Kwa hiyo utakapomaliza kama bado hujatimiza malengo ya kile unachotafuta, unaenda kwenye mshahara wa juu. Ndivyo tunavyofanya, hiyo ndio system yetu kwa ajili ya kuwa e kuwapa kuwa, kuwa ile hamasa, hata unapopambana unajua unapambana kwa kwa ajili ya kuongeza kitu kuliko kubaki pale pale kila siku, sawa eh? hata huko makazini wanaendaga kurudi, wanasoma ili waje waongeze mshahara, si ndio? okay. Eh, sasa sisi namna yetu ya kusoma ni pale ukiwa kazini, fanya kazi vizuri, fanya kazi, bosi wako aridhike, endelea kujifunza, nunua smartphone. Wengi mmeniona kwenye mtandao, si ndio? Ile simu yako usiitumie kwenda kutafuta umbea, usiende kufuatilia peji zinazotukana viongozi au peji zinazoonyesha tu ujinga ujinga. Nenda fuatilia peji zinazofundisha maisha peji kama za kwetu zinazowaelekeza namna gani ya kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Fuatilia hizo ukikaa ndani ya mwaka unakuwa karibu na peji zinazokuelekeza na we mwenyewe unapambana, unaenda kule, kuna watu wanafundisha jinsi ya kufanya usafi, kupika na vitu vingine kama hivyo, malezi ya watoto. Ukirudi hapa unashangaa, unaenda kwenye mishahara laki mbili laki tatu na kuendelea, sawa jamani? Kwa hiyo Selina karibu sana. Nasisitiza wanaume waendelee <laughs> kuwasumbua sumbua wanawake ambao wataka kufanya biashara ili <laughs> wapate akili za kwenda kujitafutia hela zao, lakini baadaye watakuja kunishukuru. Ukishajifunza kutengeneza hela yako bwana oh, nakwambia yani hela ya kupewa utahangaika nayo ikija. E, inakuja tu kama ya ziada na hutakaa ujishughulishe na mtu ambaye hataki kuwajibika. Mi sina habari mi na watoto wangu wanaenda shule wanaenda nini, sina habari, sijui baba yao aliwasaidia nini, sikumbuki na wala sijali na wala siangaiki, si mnanielewa? Na tunaishi vizuri maisha yetu, hatuna stress, sawa. Sasa wewe mtu anakuzalisha anakuachia watoto we ndo unaanza kukimbizana naye hapo kwenye makalio yake, kila siku kila siku, umekaa unakwida shati we uoni kama unafuba? Uoni, ni Celina amefuba hapo. Oa <tis> akafanye kazi mwaka mmoja hapa, aje kama mtamsahau. Wa dada wengi wanawedaga, wakirudi na wasahau kabisa, wanatulia wanafanya kazi, wanapata hela zao, atapata na hela kumtumia mama kidogo, nyingine unameki, si ndiyo? Okay. Nakwambia utapendeza wewe. Hii video yako tutakuja kuiangalia baada ya mwaka, wewe mwenyewe uta, utajipoteza yaani, utashangaa huyu ni mimi kweli, sawa eh? Kwa hiyo jamani, wanawake, tuamke tufanye kazi tutafute pesa Mungu ametupa uwezo, Mungu ametupa nguvu sawa. Hawa wanaume walitukandamiza kipindi hicho. Neno la Mungu linatuambia Adamu na Hawa walivyomkosea Mungu, Mungu alipokuja alimwambia, wewe tamaa yako itakuwa kwa mwanaume naye atakutawala. Ni zamani hizo, Yesu alishakuja kutukomboa kwa wale ambao tunaamini neno la Mungu, hatuna hakuna tena tamaa yako itakuwa kwa mwanaume, hakuna tena sijui mwanaume atakutawala. Yesu alishakuja yeye akatukomboa. Kwa hiyo kama alishatukomboa, kila mtu yuko huru, wanawake wako huru, wanaume wako huru, na ndio maana leo hii tuna rais ya mwanamke. Mungu asingeruhusu tuwe na rais mwanamke kama kweli sisi tulikuwa tunatakiwa tubaki kutawaliwa. Yeyote ambaye yuko kwenye mfumo wa kutawaliwa, hajitambui, hajielewi, hajui, hajui neno la Mungu linasema nini. Sijui, tunaelewana? Ndiyo. Kwa hiyo hayo ndio mafundisho yangu, jamani, yanaendana na neno la Mungu, wala sina mafundisho nayoenda kuchukua kwingine. Mafundisho yangu yote yanatoka kwenye neno la Mungu. Yesu mwenyewe alisema kwamba sisi tumekuwa marafiki wake mm -hmm. Eh, hey, kwa mtu anayejua neno, siwaiti tena watumwa, ninyi mmekuwa rafiki kwa sababu mnajua yote ambayo nimewafundisha. Ndio hayo ambayo baba yangu alionifundisha, ndio niliyowafundisha. Kwa hiyo akawaambia wanaume waende kuishi na sisi kama Kristo alivyoishi na kanisa, si ndio alivyolipenda kanisa? sasa kama yeye ametuita sisi rafiki kwa nini hawa mbwa watuite watumwa? Wapeleke upumbavu wao huko. Yani nakwambia ni mwanamke asiyejielewa ndio ana, anaendelea kubaki kwenye huo utumwa wa kukaa na kusubiri mwanaume anipe hela, mwanaume ani akupe hela. Wewe una mikono, wewe una miguu, una kichwa, una akili. Kwanza unamdhalilisha Mungu wako aliyekuumba akakupa kila kitu, unakaa unabaki unasubiri mwanaume akupe hela. Ndio maana utapigwa na udunge vizuri Ndiyo nachosema aho anaoma wakumute vizuri sana ili <laughs> mpate akili za kwenda kutafuta hela. Mimi nimemaliza si sipepe, si pepesi macho mimi, mi nanyoosha sasa hivi. Tuko kwenye urahisi kwanza, huko atuko tushaondoka. Sasa hivi tuko kwenye nafasi za urahisi, tunasimamia nchi na uwezo tunao, sindio? Ndio hivyo, lazima na sisi wanawake wote tuseme tuko na mama mwenzetu. Habari ndio hiyo. Kama husemi una roho mbaya na chuki binafsi <laughs> una wivu ndio, <tunyine> ni wivu, si ndio? <tunyine> Hey, maana mwanamke mwenzio kafika pale, sasa badala ufurahie kwamba jamani, kumbe na sisi tunaweza, we unaweka chuki, unataka tu wanaume waendelee kuongoza. Yaani wewe ndio utabaki kwenye utumwa, wenzako tulisha toka huko. Jamani, mi nimemaliza, nawatakia kazi njema, mwende mkapambane. Mungu awasimamie wa kwa sababu alishaahidi anabariki kazi za mikono yenu, mtabarikiwa mpaka mtashangaa. Amina. Haya.